Niingie moja kwa moja kwenye gari la matangazo na hapa uweze kuona hizo ni eh, maandalizi tuseme ya nje, lakini vipi kwa huku ndani, mambo yanakwenda vipi? Kila kitu kiko sawa sawa? Mambo safi kabisa. Uko vizuri. Hili ni eneo gani kwa mtu asiyejua? Hili ni eneo la engineering ambapo tunafanya production ya mpira ambao tunaenda kufanya Mambo yako tayari kama Refali anasema tuanze sasa game? Mambo yako tayari kama unavyoona, kamera zote ziko tayari, engineers zote ziko tayari kwa ajili ya kuhakikisha game inaenda salama sababu, unaona mwamba pale anawekaweka vitu sawa kule eh? Ndio ndio. Engineer. Tuko vizuri eh? Tuko vizuri. Tunasonga mbele na kuonyesha hili ndilo eneo sasa la kitengo chenyewe cha. Wacha useme mwenyewe. Mood vipi? Safi sister mzenye. Sengo gani hiki? Hiki ndo sound engineering office hapo ndipo hapa. Hapa ndo tunapochuja sauti zote starting kuanzia ambiansi uwanjani, watangazaji wote hapa lazima wapitie, tuwa mix, tuwachanganye, na pamoja na mapresenter wote lazima wapite kwangu, alafu ndo waende nyumbani kwa kwa kwa bila, we, bila mambo hayawezi kwenda mambo yatakuwa ni shagalabagala. Asante kwa... sana mudi, nakuleta moja kwa moja huku sasa ndiko finali moja kwa moja. Uliona pale nikutana na director Nixon Kabumbile. Huu ni moja ya watu ambao wametoka eh, kuchukua kozi ya maandalizi ya Afcon pamoja na chani kule Afrika Kusini. Eh, tulikuwa na watu wawili madirekta pamoja na nani anaitwa? Eh? Nana, eh? Simon. Simon. Sasa leo anakwenda kukuonyesha ile training ambayo wamepewa na kafu madirekta wote kutoka Afrika, Azam tukipeleka madirekta wawili. Mwamba leo anakuja kutuonyesha. Umejiandaa vipi kutuonyesha huo ujuzi wa South Africa? We're always ready. Eh? We're always ready. Sisi tuko vizuri, tumejiandaa vizuri eh? Yeah. Eh, eh, watu wasubiri kuona burudani. Kama unavyojua sisi hatujui kuongea timu, so kama eh, kazi yako ni kuongea kila siku, sisi kazi yao waone burudani, kutel stori, kuona yanayojiri uwanjani kila engo na kila wakati wao, watu walipie vingamuzi, ambaye wajalipia waone burudani, na kama unavyojua sasa hivi Azam, tumeshavuka stage hiyo, tuko kwenye stage nyingine kabisa eh? Safi kabisa, na nimalizia, huyu ndio Jackson Rupanda, sisi tunapenda kumuita HD, unaposikia yale mambo ya slow mo, ah, ngoja tusubiri warudie, kama tunaona lile, ilikuwa ni goli, lilikuwa ni kosa. Huyu ndio Jackson Rupanda Rup <tune>